Unajua tumekaa na wewe uje niambia kuhusu nyumbani kwenu, kwani rada? Unajua naja na jamaa mwenye iaaa kwaaa kwen na